Hadithi, Toto na Ramani ya Ndoto. Katika kijiji kizuri kiitwacho Ndoto, watoto waliamini kuwa kila mtoto huzaliwa na ndoto maalum moyoni. Aliyeishi hapo alikuwa Toto, mvulana mdogo mwenye macho ya kung'aa na akili ya ubunifu. Alipenda kuchora ramani na kuota kuwa msafiri maarufu siku moja. Lakini wengi walimcheka, ramani zako hazikupeleki popote. Toto aliumia moyoni, lakini hakukata tamaa. Siku moja Toto alipokuwa akichora karibu na mti mkubwa wa zamani, alikuta ramani ya kale iliyokuwa imefungwa kwenye ngozi ya mnyama. Ramani ile iling'aa kidogo, kana kwamba inaita jina lake. Aliandika juu yake, ramani ya ndoto kwa yule asiyeacha kuamini. Usiku huo, Toto alifuata ramani. Ramani ilimwongoza kupitia mashamba marefu, msitu wenye sauti za ajabu, daraja la mawe. Kila hatua ilihitaji busara na ujasiri. Njiani, Toto alikutana na kobe mwenye hekima alimfundisha subira, ndege mcheshi alimfundisha furaha, mbwa mwaminifu alimfundisha uaminifu. Wote walijiunga naye safarini. Walipofika mwisho wa ramani hawakukuta dhahabu wala hazina. Badala yake, kulikuwa na kioo kikubwa. Kioo kilionyesha Toto akiwa jasiri, mkarimu na mwenye marafiki. Sauti ikasema Hazina ya kweli ni kile ulichokuwa njiani. Toto alirudi kijijini akiwa na ujasiri mpya. aliwasaidia watoto wengine kuamini ndoto zao akichora ramani za ndoto zao. Wale waliomcheka awali sasa walimwita Toto mchoraji wa ndoto. Kijiji cha ndoto kikabadilika. Watoto wakaota ndoto kubwa, wakaamini, wakaunga mkono kila mmoja. Na Toto akatambua ndoto huanza moyoni, lakini hutimia kwa imani, juhudi na marafiki. Mafunzo kwa watoto: usikate tamaa ndoto zako zikichekwa. Safari ni muhimu kuliko zawadi. Marafiki hufanya safari iwe rahisi.